Kumbe na hawa jamaa huko Kemasi na mwalimu na hawa wengine wote, kama singekuwa Mungu, tusingekaa hapa kwa mungo tu kwa sababu nyinyi wote mnatuona sisi kama hatufai kwa hapa. Bwana asifiwe. Hata kwa so pili, Bwana asifiwe. Hata kwenye ndoa yako umekaa kwa sababu Mungu anakupenda. Inawezekana watu hawataki kwa yako, na wengine wanasema ndio kama hata kwa mtoto wake haja kukamata, amejikamatisha mwenyewe kwa sababu mtoto mama anajua kupika mwenyewe, mama anajua kufua haya, anajikamatisha mwenyewe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa mafunzo na yeye. Tuangalie sifa za upendo wa Mungu, sifa zake za upendo wa Mungu. Sifa nyingi, lakini naanza angalia chache. Ziko pale. Kwenye waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13, sura ya 13. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sura ile si ya kumi na tatu. Ziko pale tumisha mesha soma pale. Mimi naomba nisikudia tena kule, wewe ukipata nafasi soma hiyo. E, hiyo hiyo hiyo sura ya kumi na tatu na mistari kumi na tatu tu taisoma, e, kwa wakati wako. Sifa ya kwanza mimi nimeita hii uvumilia, huo ndio sifa upendo. Sifa ya kwanza uvumilia, yale yanishwa atakufanya yanishwa, anasema wewe utakubiri. Sifa ya tatu ufadhili naisikanatika sifa ya pili hauhusudu. Bwana Yesu asifiwe. Ya nne, hautakabari. Ya tano, haujivuni. Ya sita, haukosi kuwa na adabu. Ya saba, hautafuti mambo yake. Unasikia sifa hiyo? Ndio maana niliwaambia ukikuta mtumishi anatafuta kupata sifa yeye, muulize Mungu vizuri, huyo sio Mungu, sio ndio livililanase. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ya nane, hauone uchungu. Uchungu ni kitu kinachokaa kwenye moyo wa mtu. Kuna tofauti ya moyo kuuma na uchungu. Uchungu una tabia kutengeneza kama hasira. Tunaenda pamoja. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ana uchungu, ujue hasira itakuwekwa. Hasira ikiwekwa, anaita rafiki yake mmoja anaitwa mauti. Hao watatu wanaenda pamoja. Fuatia, watu wengi wenye uchungu wanatamani kufa, kwa sababu uchungu unakuja unaambatana na hasira, ndio pale unapoona mtu mpaka anatetemeka. Hasira haifanyi mtu kutoa machozi, uchungu unafanya mtu kutoa machozi hari, lakini machozi yanatoka na hasira na uchungu ndani. Tunaenda pamoja. ya kumi anasema huvumilia yote, hutumaini yote, hustahimili

Matayo kumi <tipi> na tisa, kumi na sita ishirini na mbili, anasema maneno mazuri hapo, anasema hivi, wala Yesu na kasema, mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili ni upate usio wa milele? Akamwambia, kwa nini kuniuliza habari ya wema? aliye mwema ni mmoja, lakini taka la kuingia katika uzima, zishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi Usiue, usizini, usiipe, usishuhudie uongo waishe baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeashika, nimekukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo ulifuate. Yule kijana

kisha mtu anataka uhai wako. Kwa nini? Aliangalia mama. Na watu wengi tunaangalia mama. Usimkwaze hata kama ni mchungaji akikusaidia, usimkwaze. Ukwaze uone utakachokutana nacho. Wanasema tunamtunza fela zetu, lakini jeuji. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukampenda mtu kwa sababu ana kitu fulani, unatarajia utakaa kutoka kwake. Mfano sisi wanaume tuliwengi sana, nyi tusikii, tunawatenda tunawatana

aanza haya anasema maneno mazuri hapa yako maneno fadhali asema pa mwanzoni alipokuwa anaanza ibada hii bwana yesu asifiwe anasema maneno haya tuanze na kumi na tisa sisi kwapenda kwa, kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza mtu akisema nampenda mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo kwa maana yeye asiyempenda ndugu yake ambaye hamuoni hawezi kumpenda mungu ambaye anakuona kama ninakuona. Mtu halafu namchukia, Biblia ndiye anapozungumza. Ndugu ndugu sio wale uko wa ndugu, mm hata kwa Kristo ndiye ni ndugu zangu, tunaenda pamoja wote huko. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kama ninawachukia watu halafu nasema napenda Mungu, Biblia anasema mimi

Mimi nisikia na kukwambia. Mwambie ondokeni hapa. Wanafuata nini? Hawana haki hapo. Hapo wao kwenye serikali huko. Yeye akawajengea nyumba sehemu nyingine, wajengee huko. Nini kilimtumia enda kazao watoto walete hapo ndani. Kilimtumia nini? Usijafikiri mama anaweza akanipenda ni mazake, na mwambie ukweli. Bwana Yesu asifu. Amen. Tafute maisha magumu, anaenda sukari, anaenda na jimani na ganga. Sasa si wanaume tuko pale, tumefuga tukuje kwa fikiri majini, hata unye na chungu unye na nini. Yeye akija anaenda sukari. Kwa hiyo akawa anapenda kweli na mama, mama akawa anampenda sana. Mi siku moja nimemtandika, we, kuna mambo mengine sio ya kuzungumza, lakini nimemtandika, ila nilipata kwa mama kujanya kujanya chai alafu dada anakuja na sukari. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nakunywa na ujenda wote, nilikuwa nakunywa na vizio kwa kwa mama. Tena mimi nilikuwa naweka sukari nyingi kwa sababu chai ni ya taabu. Kwa hiyo na, naweka sukari nyingi alafu sikorogi najaza maji yule, alafu naenda nakunywa hivyo, na kunywa mengi Wana Yesu asifiwe. Wako watu wameumizwa kwenye hizi familia. Mimi niliwahi kuuliza mama zangu wakasema babako ametumiza, na wale kina mama wameishi maisha ambayo hayana raha, wameishi na maumivu. Kauliza wanawake wengi sana, moja ya vitu inavyoumiza wanawake ni anapoona mwanaume anamletea mwanamke mwingine nyumbani, au anaposikia mke wake anadeti mume wake ana anadeti na mtu mwingine, maumivu yake ni makubwa kuliko anavyofikiria. Ule ni upendo wa kibinadamu wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa nyingi za Kikristo ziko kwenye eneo hili ee. Nyingi sana nyingi sana, watu wako kwenye maumivu, lakini tunawaambia wakati tunawapenda, huu sio upendo kweli. tunapoelekea kwenye kipindi hiki cha Kwaresima tubadilike, kama tunawapenda tuonyeshe tunawapenda kweli. Wanafikiri upendo ni kununulia upande wa ni kumpa hata upendo salamu Paulo amesema pale hata kama katoa mali zangu zote, kama sina upendo si kitu. nini tena anasema ikele kama shaba iliayo na upatu uvumao. bwana si. Ni nani huyu ambaye anafanya hayo? Nani aliyewaingizia watu roho hii ya kutokupendana? Nani huyo anatajwa pale kwenye Mathayo ishirini na nne Mathayo ishirini na nne kumi na mbili Tunamaliza hapo sasa hivi. Mathayo ishirini na nne kumi na mbili Bwana Yesu asikuza Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 24:12 yako maneno mazuri pale, anaandika mtumishi wa Mungu huyu, anasema hivi: na kwa sababu ya kuongezeka maasi baadaye wana roho ya mauti wanatamani atakufa, na kushauri usitamani kufa, kata kufa kwa maana kwa kama hapa atoke mtu bana jeuwe, nilikuja hapa sina watoto, nilikuja hapa maziwa yangu yamesimama, yamelalia hapa, mwambie wewe mtu naye ataelewa tu, wanaasi Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ni mwaminifu, simama na Mungu mama kwenye ndoa yako. Mungu ata hata baba akisimama tu. Mama nao wako wengine ni waasi, wapo wao wengine waasi. Anatamani kuvaa vizuri, anatamani simu hizi za kufanya hivi, anatamani akishinda kuondolewa na mume wake anaenda kuitafuta, anaena kutafutai

Tunaangalia pia mioyo yetu mfalme. Isiye kukosa mfalme, tunatubu kwa Bwana. Samehe wakina mama kama kuna mahali popote wamekosea, samehe wakina kina baba Bwana, kama kuna mahali popote pale ambapo Mungu amekukosea. Kati na mamlaka ya na takatifu ya Yesu Kristo Nazareti ya hali. Leo asubuhi tunaziinua Bwana, dua zetu tunazileta mbele zako mfalme. Kwa sababu wewe ni Bwana wa upatanisho. Kwa sababu wewe ni Bwana wa amani. Kwa sababu wewe ni mfalme wa amani ndio tunakuita huko. Inawezekana nyuma zetu zi zina amani.

na chaka ni Baba, hawa ni watumishi wako ambao Mungu mwaita kwa mkono wako kwenye nguvu Mfalme. Tunaomba ewe Bwana, inawezekana namna ambao wamekwazwa

upendo. Ni kweli kabisa Ee Bwana, ni amani, ni kweli kabisa Ee Bwana, ni furaha. Ee Mfalme, katika mamlaka ya jina la Yesu, tunaombe Bwana, utangulie wote uchumi. Ee Mfalme, wafungulie Bwana milango ya baraka ya mafanikio wanapoenda kwenye biashara zao leo. anapofikisha mahali ambapo Mungu amepaka sudi ya wewe tunapiga ile madhabahu.